Shukran sana, shukran kwa Alhuda TV kwa juhudi zenu amina, na kuitangaza dini nah, na kutusimamia katika nah, na masuala haya ya kheri kwa kutangaza dini ya Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala, asante sana. Assalamu wa wa alaikum warahmatullahi wa wabarakatuh. Tuko hapa waba katika viwanja vya ndege na tayari amesafiri au ameshaingia katika checking na yuko katika mipangilio, kama saa moja mashekhe au wageni kutoka Burundi, hasa wakazi wa Kiislamu katika nchi yetu ya Burundi, atakuwa amekuja Cape Town. Nini ambacho Waislamu wa Burundi wanatamani kusikiliza kutokea kwako kama muasisi na muandalizi wa safari yake? Alhamdulillah thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wamanwalahu. Kwamba jambo la kwanza na muhimu zaidi, tunamwomba Allah amfikishe kadhi wetu shekhe wetu mzazi wetu na mzee wetu, amfikishe salama hapo katika ardhi ya Afrika Kusini, hasa katika mji huu wa Cape Town, amin ya rabbi. Kwa vile tunaongea kwa njia ya sauti, natamani ningekuwa pahala, ili ushuhudie maandalizi Shamra, shamra za Waislamu walizonazo wakimsubiri kwa hamu mm. Hiyo kesho ambapo insha Allah tunatarajia atatua saa saba mchana mm. Hamu na shauku walionayo Waislamu katika kumpokea kadhi shekhe wetu na mzazi wetu hapa mm. Shauku ni kubwa sana shauku mm. ni kubwa na tunachokisema tu ni Allah amfikishe salama, atakuja mm. kuyashuhudia haya, anasubiriwa kwa hamu. Watazamaji wetu ni kwamba niko live hapa kwenye, kwenye simu na mmoja katika waandalizi katika masjid Muzdalifa, mu, ambayo ni Sheikh Abdulhamidi, ndio moja katika watu ambao watampokea kadhi mkuu wa Kiislamu katika nchi yetu ya Burundi, na tayari kama dakika mbili, neno lako la mwisho Sheikh, la, la kututoa wasiwasi ni kwamba kwa asilimia mia moja kwamba maandalizi yake ya namna atakavyofika sehemu, atakapokaa na heshima yake kwa namna tunavyomheshimu Burundi, ataipewa wadhifa kubwa kama anavyopewa Burundi. Hili. Ah, shehe sitaki kufanya, si tunaita comparison nini, ulinganishi, sitaki kusema ulinganishi mm. Lakini nataka nikuhakikishie kwamba utaratibu tulioweka Kamba mpaka atakapokuwa kisali au kusalisha tarawehe kutoa darsa kila siku, kutakuwa kukilindwa na polisi. Tulipoambiwa kwamba shekhe akija huku, kwa sababu sisi tulimchagua kabla hajawa kadhi mm, tukaambiwa mpaka mtakapokuja kumpata huenda atakuwa na cheo fulani, basi hakikisheni mnaweka usalama wake mm. Sisi tumeandaa usalama na nakuhakikisheni, mtauona mm. Hata siku ya laidi itakuwa ni zaidi na zaidi ya tulivyowahi kufanya katika kuwalinda mashehe. Kutakuwa na polisi kuanzia hapa kwenye msikiti nyakati hizi za swala mpaka kwenye uwanja wa idi, itakapofika yeye kuja kutusalisha. Hii ulinzi utakuwa imara na madhubuti. Sisi tunakushukuru sana Sheikh Abdul Hamidi. Mvua huko Bujumbura ni nyingi sana, lakini tunategemea kwamba Mungu akulipeni kheri na awasafirishe wasafiri wote na waweze kufika salama. Allahumma amin. Na kuhusu mvua huko, sisi tunamwambia Allah, Allahumma sayyiba nafi'a, kuteremsheni mvua safi yenye manufaa, amin ya rabbi. Tunamtakia sheh wetu safari njema na niye mbaki salama inshallah. Tutampokea vizuri zaidi katika namna ambayo mtafurahi na kuridhika. Ni Al Huda TV, tayari nimemaliza kuzungumza na mmoja, acha nikamtafute mwingine ambao wameshirikiana naye kutoka katika Masjid Mwajiruna naye atakuja hapa kusema Sheikh Abdallah kidogo, alafu tutakuwa tumepata mengi zaidi ya kusema niko uwanja wa ndege hapa Melkior Ndadaye Bujumbura. mvua kwetu tumepata neema ya, ya, ya, ya mvua. Wewe ni mmoja katika watu ambao wameshirikiana na ndugu yangu Sheikh she abdul Hamid, na wewe ni mmoja kati, uh, ni kiongozi wa, wa Masjidi Muajiruna nini ambacho furaha yako baada ya kumwona kadhi wa Kiislamu katika nchi yetu ya Burundi amefikia siku yake na tarehe yake ya yeye kusafiri? Wallahi,

Mashaallah! Furaha kubwa na Waislamu wa Cape Town, mm. Yani wanayo furaha na bashasha kwa kumpokea kadhi wetu wa nchini kwetu, ndiyo ndiyo, e, kwa hiyo wallahi sijui nitasema nini kwa furaha yenye nayo mm. Na nawaomba Waislamu wa Cape Town, e, waje kwa wingi kwa kumpokea pia na waje kwa wingi katika barnamiji zetu za mihadhara pamoja na swala ya Eid insha Allah taala. Mimi ni kushukuru na tuko hapa katika majira ya saa saa zinaelekea, wamebakiza kama dakika chache watakuwa wame, wametoka Burundi na, na kufanya safari na wana, wana, wanaelekea huko. Nini ambacho mnakiona katika maisha ya mbele kwa mashehe wetu wa, wa Burundi kwa sababu kila mwaka mnaendelea pia wachukua mashehe kutoka Burundi. Nini ambacho mmekiona sana kwa Burundi? E, hii ni taswira iliyokuwa nzuri hasatan kwa wakazi wa hapa South Africa kwa city of Cape Town mm. E, na pia kwa nchi yetu ya Burundi kwa kutaka kuwanyanyua mashehe zetu e, kutupa dawa mm. e, wasijifikirii tu dawa ni Burundi tu, hapana mm. Na nje ya Burundi kuna Warundi yani, maana kuna kondo zao ambazo ziko nje huko zinatakiwa zipate majani yaliyokuwa mazuri mm. e, sa so kwa hiyo insha Allah taala tuna yani, tuko na shauku kubwa ya kuweza ku pata wadhi kupata dawa ya roho hmm. kama ndugu zetu wa Burundi ambao wanapata dawa ya, ya wa roho na kitu kikubwa zaidi ni kuisimamisha sunna maana naam, naam. Watu wamepoteza sunna hmm. wameiweka pembeni wakafuata njia ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajafundisha naam. Kwa eh, uchache naweza nikazungumza ni hayo insha Allahu taala. Tayari sisi umetutoa mashaka, na warundi wote mmewatoa mmewatoa mashaka tayari. Tukuachieni hapa kwamba kazi ni kubwa ambayo mnaendelea kuifanya na na sisi kama Al Huda TV Burundi tutaendelea pia kujitoa, tutaendelea pia kutia hamasa kwa Waislamu ambao no wanaotutazama. Ukitazama leo zaidi na zaidi kazi kubwa ambazo tunazozifanya katika mvua kama hii, lakini bado sisi tunaendelea kuripoti, lakini sisi bado tunaendelea pia kuonesha matunda na faida ambayo mashehe wa Burundi wanaendelea pia kufanya. Mimi nikushukuruni kwa kuniteua kuisimamia safari yake kwa namna tulivyoanza na mpaka tumefikia katika hatua zote hizi, na nitaendelea pia kuwa pamoja nanyi huku ambapo alipo, angalau tutaendelea kuwasiliana ili kwa Warundi waliokuwa hapa nyumbani wazidi kupata faida iliyokuwa kubwa sana. Naam, shukran sana, shukran. Amina, amina. Kwa Aluhuda TV kwa juhudi zenu amina, na kuitangaza dini na, na kutusimamia katika masuala haya ya heri, kwa kutangaza dini ya Mwenyezi Mungu Mtukufu Subhanahu wa Ta'ala, asante sana Alikuwa hapa ambaye anaongea ni imamu. Hii safari yake hii hi iko chini ya masjid mukhtalifa ambayo masjid mukhtalifa ina, inaongozwa na, na imamu wetu Sheikh Abdul Hamid, lakini pia wakishikamana na masjid Muajiruna ambaye nimemaliza kuzungumza naye hapa ni kiongozi ni Sheikh Abdallah. Kazi ni kubwa ambayo tunaendelea kuifanya katika nchi yetu ya Burundi. Ulikuwa nami msemaji wako wa Kiislamu katika nchi ya Burundi, ulikuwa pamoja nami kupitia tv yako ya Kiislamu katika nchi ya Burundi. Kama ndio mara yako ya kwanza unatazama video clip zetu, basi subscribe channel yetu hiyo, na hakikisha kwamba hapa ni nyumbani. Habari zote za Kiislamu za nyumbani utazipata hapa kupitia nyumbani. Chini ya comment nachukua mawazo yenu. Mungu atubariki. Ulikuwa nami ni Hamza Mahane na ini Alhuda TV Burundi. Vyenu ipo vyema kuitumikia dini. Al Huda mwongozo wa jamii.